Kwa majina anaitwa Yakobo Yohana Tamka, ni afisa utamaduni manispaa ya Sumbawanga. Nimefika hapa kama mgeni rasmi kutoka ofisi ya mkurugenzi manispaa ya Sumbawanga. Nimekuja kwa ajili ya shughuli nzima ya kulikuwa na tukio la, la, la tambiko la, la kifipa hapa la chifu chifu alikuwa ameandaa tambiko lao kwa maana ya nijadi, ni utaratibu ambao wamekuwa nao, utaratibu wa asili kabisa kwa mila na desturi za eneo hili, kwamba linapojitokeza janga fulani au tatizo fulani ambao wao wanadhani kwamba limeenda kinyume na utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo wanachukua dhamana kwa niaba ya wananchi wengine ya ku kuja ya kufanya tambiko lao na kumuomba Mungu wao kumulilia Mungu wao kwa maana aweze kusaidia. Hivyo basi kwa utaratibu wa majira ya sasa hivi mvua imechelewa. Kusudi lao la kufanya tambiko hili ilikuwa ni kwa sababu ya kuvuta mvua, kuombea mvua, kulilia mvua. Kwa hiyo wao kwa nafasi yao wamesimama kutokana na mila zao na desturi zao, kwa mujibu wa imani yao. Tangu enzi ya mababu zao wamekuwa wakifanya hivi, kwa hiyo hivyo limefanyika vizuri kabisa. Walikuwa wameandaa hapa vitu vya asili, wameandaa chakula chao cha asili, ugali ule ugali wa mtama wenyewe, mtama kama chakula nafaka ya asili kabisa, pamoja na nyama wamezipika kwa aina fulani hivi ya kiasili. Hata vyombo vilivyotumika vilikuwa ni vya kiasili na namna yao waliokuwa nayo ya kimatambiko, wakiongozwa na chifu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa hapa kama mgeni rasmi kwa ajili ya kwanza kushuhudia, lakini pia kushiriki hili kwa maana mimi ni kiongozi, lakini pia ninazo ninao wajibu pia wa kushirikiana na jamii katika masuala haya kwa nafasi ya kiutamaduni, kwa sababu unapozungumzia mambo ya matambiko ya asili ni mambo yaliyo ndani ya utamaduni wa Mtanzania. Ni kweli kuna baadhi ya watu wanachukulia kama ni mambo pengine ya kichawi, lakini sio, kwa sababu kama nilivyoeleza, hii ni mila kwa mujibu wa taratibu zao wamekuwa wakifanya hivi hivyo, hata kizazi hiki kimerithi kutoka kwa mababu zao. Kilichokuja kuleta utofauti hapa ni habari za kiimani. Sasa hivi mbali mbali. tuna dini mbalimbali, tuna madhehebu mbalimbali, lakini ni ukweli usiopingika kwamba madhehebu haya ni madhehebu ambayo yameingizwa Afrika kihistoria, yameingizwa Afrika na wazungu, wamisionari ndio walioleta na kwa dhana iliyokuwa potofu, wao walivyofika, wakaita utamaduni wa Mwafrika au wa Mtanzania, pengine anaweza kasema wa Mfipa kwamba ulikuwa ni utamaduni usiofaa, kwamba ni wa kishenzi, kwa hiyo waliubeza. Kwa hiyo kwa kujikuta kwamba jamii ilivyoingia katika wanapingana na ule utaratibu muomba wanayemwamini lakini madhehebu yao pia wakamuomba wanayemwamini. Mwisho wa siku, kama wanaomba kitu kimoja na kikapatikana, hakuna jambo linaloharibika katika jamii hiyo. Basi rai yangu kwa jamii, wenye kuamini katika mila na desturi kwa mujibu wa taratibu zao, waamini na wafanye wenye kuamini huko waliko kwenye upande wa dini na wao waamini wafanye, ili mradi tu wasivunjiane heshima na utaratibu, wakiwa wanachotumalia jambo moja. Na mwisho niseme tu kwamba ndiyo maana hata wao huko kwenye upande wa Wakristo wanasema ya Kaisari mpe Kaisari, na yake Mungu mpe Mungu. Kwa hiyo kama una fursa ya kujumuika na hawa kwa imani yao, sio dhambi kujumuika nao ukawaunga mkono na ukatekeleza kwa mujibu wa wanachokiamini. Lakini unapopata fursa pia ya kujumuika na upande wa dini kabisa au dhehebu lolote, sio dhambi pia kujumuika nao ukaungana nao kwa imani ya kile wanachokuwa wana kiamini. Ndugu mwandishi wa habari, mimi kwa jina naitwa Godfrey Gaspas Mkwai, diwani wakata hii ya Sumbawanga Asilia. E, kwanza moja, namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetukutanisha leo katika tukio hili e, la chifu wetu wa imaa yetu hii ya Sumbawanga Asilia. Ameona e, ni hali ambayo si ya kawaida katika hali hii tulionayo sasa hivi. Hii, hii ni hali ya, ya hali ambayo kwa kweli hairidhishi, lakini kipindi hiki ni kipindi cha masika na mvua bado haijanyesha kwa muda mrefu. Kwa hiyo yeye kama chifu ameona ni vyema sasa aweze kufanya mambo yake ya kiutamaduni, desturi na mila zao kama machifu. Kwa hiyo ameona ni vyema nami kama diwani wa kata hii ya Sumbawanga aweze kunialika ili nije nione mwenendo mzima wa shughuli zao za kichifu katika himaya yake. Kwa hiyo nami nimemshukuru kwa kuniheshimisha, lakini pia kwa kuniita kwamba nami kama kiongozi wa eneo hili niweze kushuhudia jambo hili. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya kushuhudia jambo hili e, la chifu wetu pamoja na wadau wake wote pamoja na wasaidizi wake kuweza kumwimbia Mwenyezi Mungu, kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuweza kumsifu Mwenyezi Mungu kwa nguvu zao na taratibu zao, tamaduni zao na mila zao, ambazo wao wanaona aina stahili. Kwa hiyo na mimi kama kiongozi nimekuja kushuhudia jambo hili, nguvu za kitamaduni, nguvu za kimila na nguvu za kidesturi za kichifu. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki piki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta vipi? pampu za kuvuta maji, wesha kuibia sana, acha ni kupe lokesheni. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, namzungumzia huyu. Ni edo fundi pikipiki alimaarufu kama Bonge kutoka kampuni kubwa la kasunga kampani limited, anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka Piki piki, pampu ya kuvuta maji jeneleta anakutengenezea kwa bei powa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edofundi pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043 edofundi pikipiki kutoka Kasunga Company Limited. Anasema usalama kwanza. <coughs>